wefungua mwanzo 8 kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya nini amtumishi jambo. Kwa kila jambo kuna majira yake, kuna majira yake, kuna majira yake. Kwa kila jambo. Kwa hiyo usipojua kufanya mambo yako kwa majira sahihi utajikuta uko pale pale bila kupiga hatua, kwa sababu kwenye ufahamu wako bado hujajua muda huu ni majira ya mimi kufanya nini, na huwezi kuyajua majira yako ya kufanya jambo fulani katika maisha yako ikiwa unakimbia mbele za Bwana. Mbele za Bwana tunaenda kwa maombi, na maombi lengo lake ni kukupa njia sahihi ya jinsi utakavyoweza kufanikisha jambo fulani. Nasema hivi, tunapokuwa na maombi iwe ya kufunga, iwe ya mkesha, iwe ya siku tatu, iwe ya siku arobaini, lengo lake tunapoombea labda mafanikio ya kanisa, mfano kwenye maombi, maombi uh, yanayoendelea hapa, niliona kwamba yaliombewa maombi ya kila mtu aombee hitaji lake, na yawezekana ukaombea, tuseme, uchumi, upate pesa. Nataka nikuulize, ulipoomba hapo, umepata pesa hapo hapo? Yaani ulipopiga magoti hapo, pesa zizishuka? Nini kinatokea kwenye maombi? Maombi hayakupi pesa papo hapo, ila yanakupa akili ya kutafuta na yanakupa mpenyu, yanakupa ufahamu sahihi kwamba nikitumia moja, mbili, tatu matokeo yake yatakuwa haya. Maombi hayakupi papo hapo, hapana, ila yanakupa usahihi wa namna gani utafanikiwa. Tuachane na pesa au uchumi. Unapoomba amani katika familia yako au unaomba uponyaji maombi kinachofanyika yanaenda kwenye wazo sahihi wa kile kinachoombewa. Mfumo wa akili ya mtu mwombaji hautumii mfumo huu wa Kinyakyusa. Aha, unatumia mfumo wa kimbinguni, na mfumo wa kimbinguni unasema hakuna jambo gumu litakalo mshinda nani? Mungu na mfumo wa wanadamu unasema nimeshindwa. Sasa mtu mwombaji, ikinachotokea ni kwamba anayaona yasiyowezekana yanawezekana, na ndiyo maana mtu mtu wa maombi utamshangaa, mambo anayoyaongea si yeye, ila ameapdeti tabia ya Mungu, maana Mungu ana tabia wa yote yanawezekana sasa huyu mtu anapokuwa mwombaji anajingamanisha na mfumo wa kimungu automatically, injini au mashine inayopaleti ndani ya mtu yule inaanza kupata uwezesho wa Bwana, ndipo atakuwa ku, atakwambia hili litawezekana, hili tutafanya hivi, litakuwa hivi, hili tutalianzisha, litakuwa hivi. Nataka niwaulize, wakati mna plani hapa kujenga mlikuwa mna mamilioni mangapi? Baba mchungaji, ulikusanya mamilioni mangapi? Bwana sifa sana. Lakini mfumo wa uoga ulipokandamizwa na mfumo wa maombi, uoga ukakimbia, imani katokea, leo tuko kwenye jengo jipya. Haleluya! Pesa zinaenda kwa mtu aliyenazo ndani ujaelewa, yaani pesa zinaenda kwa mtu aliye nazo ndani. Ndani sio chumbani mwako kule, sio bei, ndani huku, na si kwamba zinaenda kwa mtu anayeigiza. Ah ah, zinaenda kwa mtu aliyezikalisha na zinaenda sawasawa na kiwango licho nacho ndani. Sijui kama naeleweka. Yani, hili jengo lilipotokea ndani ya Pasta Mwakabana, yawezekana aliwaita na wazee akasema naliona jengo limejengwa, na alipowaita lime mafundi akawaambia choleni, kuanzia kule mpaka pale, pelekeni kule. Ndiyo vipimo vilivyoko ndani. Hauwezi kuwa zaidi ya urefu wa kamba yako. Urefu wa kamba yako ni ule urefu wa Roho Mtakatifu kumwelewa Mungu na ukuu wake ndani yako, lakini ukifungiwa nira na tabia za kabila lako ambayo yawezekana tulijifunza, tulikuwa tunaenda kwa waganga, ndio tukahisi ndio kuna nguvu. Sasa ninaoongea hapa ni wale ambao mfumo umeharibiwa. Umesikia, ni wale ambao mfumo wa kidunia umeharibiwa, umeingia mfumo wa kimungu ambao unaanza kumsaidia huyu mtu, anaanza kuyaona ya kwamba haya yanawezekana uh! Kuchua majira kutakusaidia wewe kutoka kwenye vifungo vya awali. Unajua unaweza ukaokoka huko, hapa si ndio? Na ukawa na imba kwaya na maombi, ukawa na fungu lakini nataka ni kuongezeka pointi kadogo. Kama kuna shughuli muhimu kwenye maisha ya mtu aliyokoka anatakiwa kushughulikia, ni mfumo wa makuzi uliolelewa, yaani mfumo wa makuzi ulikotokea familia yako asili kokote polelewa ule mfumo unatakiwa kuushughulikia sana ndani ya maisha ya wokovu. Kwa nini? Kwa sababu ule mfumo usipoushughulikia kwa nguvu ya Yesu Kristo, bado utakuwa ndani ya wokovu, lakini bado unayaishi maisha ya kwanza ya familia yako, na asilimia Tisini na tisa, pointi tisa, tisa sifuri sifuri, wengi tumetokea kwenye familia zisizokuwa na majibu ya maisha yetu. Yaani, tulioko hapa wengi, familia zetu hazina majibu. Kwa maana gani? Ni kwamba yawezekana hapo ulipo, hata chuo kikuu hujafika, hata form six hujafika hata form 4 hujafika, hata darasa la saba ndio kajikaza, wengine hujaenda kabisa. Inakufanya uwe duni, duni, plasi, duni duni plasi duni kiasi kwamba hata ukizaa watoto na wao hauna hata muda ya kuwasomesha kwa sababu hata wewe hukusoma. Nataka nikuambie hivi, mfumo wa kimungu unakutoa kwenye mazingira yaliyoshindikana na wazazi wako, unakuleta kwenye mfumo aliyoushinda Yesu. Anakupromote na kukufanya uwe surprise chini ya jua. Naongea na mtu mmoja hapa ambaye anayajua majira yake. Haleluya! majira yako ya